Kumbeni Kizenga e, kumbe ni Kizenga. Eh, mjue kutofautisha. Mimi kwanza naitwa Chief Kizenga. Kitaalam kwanza asili yetu sisi ni Tanga. Mm. Alafu mimi ni mtoto pekee wa kiume mm, katika watoto saba kwa mama yangu. Kutisha mm. Yeah. Kumbe kimo kabisa nawe. Ah, vikina panda. Sasa uwezi kuwa shabiki wa Yanga kwa hujasoma bwana. Waso mm. Wasosoma wote wako huko Kololoni huko. Mm. Na ndio maana kila siku ya Mungu kelele unasikia. Uju kiongozi nani nani nani? Mm. Kwa hiyo kikubwa kama hivyo tuendelea kupambana, maisha yaendelee. Kama hivyo mambo mengine kama kawaida tu, hata ilikuwa kweli. Hawa ndio mashabiki wa Yanga, wengine wanasema ilikuwa ni mission, wengine wako serious. Ah, tumwamini nani hapa Kizenga? Ah, yani unajua, yeah. iko vipi yeah. hayo mambo si tumeshayamaliza jamani? uh -huh. Issue kubwa ilikuwa kuwepo kwanza, yeah. taasisi kwanza, yeah. mtu baadaye, okay. kwa hiyo all in all madam tumeleta kwenye jamii tena kwa mara nyingine ilizua taaruki, yeah. Tukasema ili jambo ilikuwa mission, yeah. Basi eleweni ni mission hivyo hivyo, yeah lakini ukweli ni kwamba jambo lilikuwa ni la kweli, ila tumelimaliza kiusalama kabisa. Hakuna hata mtu mmoja mwenye kinyongo mpaka sasa hivi, maana ndo mshaanza kusema oh, kuna mtu kapata ajali, mshaanza kupiga shoti nini. <laughs> Ah, sisi tumeshamaliza mi godi sasa hivi, mwanangu, washikaji wote yani kama hivi, hata kama kapata mtihani kama ule, tunapigana simu tunapeana pole. Kikubwa cha kwanza kabisa tunasema hivi, katika maisha hizi pumzi zisitutie kiburi. Leo nipo mm. Kesho sipo hapa hata niwe na uwezo kiasi gani yeah. Ina maana katika mazingira yale yalotokea pale hata ningepewa mimi yote mm. iwe yangu mm. nisingeweza kuridhika, hela haijai kumtosha mtu mm. Kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu mm. Yanga kwanza mtu baadaye, funika eh, kombe mwanaharamu apite <laughs> Sawa. <laughs> Bwana e, tuambie namna ambavyo mmejipanga wana Yanga katika mashindano haya ya kombe la Mapinduzi, tuanzie hapa. Uh, mapinduzi cup, sisi kwa tunakwenda kama mabingwa watetezi mm. alafu kombe lile kwetu sisi kama UEFA Champions, unjua ukiona pale mbele okay. Kwanza tunalikubali na tunalipenda, alafu asili ya lile kombe mm. ni sisi wenyewe, Dar es Salaam Africans mm. ukiangalia uh, historia ya Yanga mm. imeanzia mbali sana, kwa hiyo ule muunganiko wa Tanganyika na Zanzibar mm. ina maana sisi kama Yanga tuna asilimia kama sabini tumehusika katika mapambano ya nchi hii. Kwa kombe kama lile linatakiwa li tufanye kila jitihada, kila mwaka linapochezwa lazima lije sehemu sahihi. Kulipeleka upande mwingine wa pili huko ni sawasawa kombe kisafi na cheupe ukipeleka kwenye matope. Kwa lile kombe sisi tunalihitaji kwa hali na mali, mashabiki wa Yanga mlikuwepo Zanzibar, tulokuwa huko Dar es Salaam, Tanzania nzima, tupambane kadri iliwezekanavyo. Timu yetu inaanza mashindano tarehe nne. mm -hmm. Nina imani kabisa tunacheza fainali na tuchukua ile kombe kikubwa. Tuondokeni wote kwa pamoja, tukae support timu yetu Zanzibar. Uh, another mission, mm -hmm. Mapinduzi Kapu in Zanzibar ya kwanza imeishia hapa hapa Dar es Salaam. Hii mission ya pili sasa inakufanyika Zanzibar. Hapa, mm -hmm. Sasa Zanzibar sasa tunakwenda kuonyesha watu kwamba nini maana ya kuitwa Dar es Salaam Africans, kwa maana yake sisi ndio timu yenye makombe mengi kuliko timu yoyote mm -hmm, tuseme Afrika mashariki na kati sisi ndio wakubwa sasa hivi. Na tunatakiwa twende ma, katika Mapinduzi Cup tukaonyeshe kwanza dirisha dogo ili kidogo tuna mambo tumeyafanya hapo. Kuna watu wa mwezi kuwaona katika mfumo wa sasa hivi kidogo kutokana na AFCON iliyokuwepo hapo. Ila kuna vyuma vya maana before kabla ya mechi yetu ya tarehe nne, mm, tarehe tatu kesho waweza wakapandishwa tukawaona aiza wakaenda kutambulishwa pale pale kwenye pitch. Mtu kajiuliza yule nani? Usijoka soka muona Messi kutoka Marekani yuko Dar es Salaam Africans. Sisi tuna hela sasa hivi. JSM, yes, kafanya maajabu mazito sana ukiona mapanga yanaendelea basi hujue wazi kuna watu wanaenda kulia muda si mrefu, kwa sababu nasikia kuna watu sasa hivi wameanza, wameanza kutafuta wale wazee wao wakaanze kula mafao kabisa. <laughs> Tena tunawakumbusha <laughs> na Emanuel Okwi yupo Uganda anatafuta timu, kwa hiyo kusanyeni, pelekeni huko, ila ikifika dabi hata kusikia oh, kuna mtu kanunuliwa, kuna mtu kafanywa hivi mm. Ah, kipindi ambacho tunapambana si kuchukua wachezaji waje kuchukua makombe kwetu yes. Mkaona kama sisi tunawalagai wale watu, kama labda before kabla ya nyinyi kuwa nao tunasika mm. No, tunawanunua no, kama chama alipoona ukame umezidi akaona bula kwanza, nikavaa medali kwa amekuja kwetu amevaa medali, sisi ndoto yake tumemtimizia, tukamwambia sasa muda wako umefika, nenda, nenda nenda zako yangabii yuko Singida pale anapiga wamejivunja, hapana hiyo. Tusikilizane kwa umakini hizi hey. Timu mbili hizi za kariakoo hey, lazima zina matawi yake, tusitaki kudanganyana si. Simba na Azam hey, baba mmoja mama mmoja, ndio nakwambia. Yani ukiona hmm, mpaka mtu kakaka mtu anamtandika mdogo mtu hmm, ujeza lau zimezidi Sawa hata Singida sisi, wewe ni kijana yetu, lakini tukimletea dharau anatudhalilisha. Ndio maana tukikutana naye mechi na kuwa sio mchezo. Hebu tafakari, pale kwenye familia kuna mirathi inaendelea, wewe kaka mkubwa, unataka muda wote wewe ndio uongoze jahazi, alafu mdogo mtu naye anataka jahazi aliongoze, lazima apambane. Kwa ndo maana unaona mfumo wa hizi timu sasa hivi, majaya ndio tabakia kuwa hawa watu wakali ya ko Simba na Yanga, hawa wadogo zetu na wagea nafasi, ule ukashika ya tatu, ule ukashika ya nne. mm. Ah, siku atakuja kushika mtu nafasi ya kwanza, ndio siku hiyo do tutaenda kuzalilika hapa nchini. Yanawezekana? <laughs> ya yeah, hii football ina <inaudible> dunda, yanawezekana kweli? Ah, ila lakini bwana kwenye huu mpira wa sasa hivi kuna mengine kwa yanawezekanika, lakini da he kwa mpira wa Tanzania nje ya Simba na Yanga mjipange sana mno mm. kwa sababu mm. kitu kitazama kwa mfumo uliokuwepo hizi mm. timu zote ambazo zna, zna wanapambana kwa ajili ya uu bingwa ina mm. ina maana sisi tuna watu wetu kote huko mm. kwa hiyo haiwezekani mtu furaha yake ya muda mrefu mm. ya Dar es Salaam Young Africans haipoteze kisa na mkasa eti timu ishiki nafasi ya nne mm. au ikashiriki shirikisho uongo, sawa mm. kwa maana yake ndio maana katika hizi mechi mm. Simba na Yanga kuna malalamiko mengi Oh, mbona yule imepigwa kainama mwenyewe, haiko hivyo. Kwa kuna muda na wakati, matokeo ya kweli kwenda kuchukua ubingwa wowote, yanatokea mambo mengi, mapambano ya nje ya uwanja yanakuwa mengi kuliko ndani ya uwanja. Kikubwa mapambano yaendelee, na naweza kuambia kwamba katika nje sasa hivi wanaume ndo sisi hapa a, wengine wote waliobakia ni wake zetu, maana wametokea kwenye ubavu. Yanga namba tatu. Mm -hmm. Ndio huyu Singida. Sawa. Ma, Kwa hiyo ukiona mtu kwetu, mm -hmm. mm -hmm. anatoka kwetu, anakwenda Simba, basi ujue anakwenda nyumbani kwake. Sawa. Ukimwona wa Singida anatoka anakuja Yanga, mm -hmm. basi ujue anakuja nyumbani kwake. Mm -hmm. Na vile vile ukimwona wa Simba anakuja huku, basi ujue anakuja nyumbani kwake. Ila baba wa yote ni nani? Ni sisi. Kwa hiyo all in all ukimwona mchezaji anatoka Yanga anaenda kule, anaenda kule, rotation inofanyika pale, mm -hmm. huu ni mpango wetu.

Halo, namshukuru sana. Yaani namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Mimi baba wangu mzazi alikuwa uh, Simba Sports Club kabisa. Uh, nimeshindwa ni kufuata. Uh, siwasemaje timu tunalisi? Uh, mimi wangu imekuwa imekuwa no. Yaani ya uto yani, tokea utoto, mi mzee wangu alishaniambia um. kabisa wewe uenda sio mwanangu. Nikamwambia kweli, nitaongea vizuri na bibi mkubwa. Atanitafutia mzazi wangu halisi ni nani. Siwezi kuwa na mzee kolo kama wewe. Kwa hiyo, ya kwa hiyo mimi ni ah, mimi hapa nilipo ni sema nipe nafasi ya kushauri Simba. Mimi nacheza kuambia mm -hmm, waendelee kugombana ili sisi tuendelee kuwa na furaha. Ndio ushauri ama nini? Ndio ushauri. Mimi na yani, nasema hivi -hmm, mashabiki wa Simba, pigeni hapo hapo -hmm, kwenye mshono mm -hmm, nyinyi ambao mnapamba mnajiunga mm huko -hmm, kina kisugu kwa ajili ya kuraani sijui mnasemaga siu -hmm, nini mm ile albadili -hmm, pigeni alobadili kule viongozi wenu wachanganyikiwe mmoja baada ya mwingine. Mwisho wa siku, sasa baada kuleta ya kuleta makocha wa fitness ambao miili yao ya mazoezi unaletewa vibonge na vitambi kama hivi, sasa sijui wanakuwa wanawakimbiza vipi wa wachezaji kwenye fitness. Sio mbinu kiukweli. Sasa hivi ile klabu naweza kusema kwamba wanapaswa wapambane kadri la wezavyo, mpaka waje wakae sawa. Sisi tumeshachukua ubingwa mara 30 kwa sababu kila mtu anataka kujifanya yeye. Kifika kipindi cha usajili hiki ni kipindi cha watu kuongeza mapato, hichi ni kipindi cha watu kubadilisha magari na kuendelea kujenga magorofa yao. Kwa hiyo kikubwa kilichokuwepo ni kwamba unatakiwa wajifunze kupitia kiongozi wetu engineer Hersi. Hersi amejaribu kukata mizizi yote ya wale wapigaji, ila kule wenzetu walikuja kufeli baada ya kumwona yule mwanamke kuziba ile mizizi, wakamletea kila aina ya mapambano mpaka wamemtoa.

yule mpaka dakika hii mm. wataamua mm. watuachie Januari hii mm. au watugee msimu ujao. Sawa, sisi kwetu huku wa kigeni wametimia mm. tuna uwezo wa kumfanya mtu akacheza kimataifa tu peke yake. Mshahara mm. wake analipwa kama kawaida mm. kwani huku kimataifa wachezaji mpaka kumi na tano tu wanatumika. Ligi kuu ya ndani Tanzania bara ndo mwisho kumi na mbili mm. ila sisi kuna watu tutawachukua kwa ajili ya hawa nguvu mbili waliokuwa pale Msimbazi mm. kwa hiyo kikubwa unachoweza kuambia ni kwamba tuendelee kula mtori, nyama ziko chini. Soon hizi kipindi hiki ndio kipindi cha yani katika, katika kipindi ambacho Simba ana enjoy mm. na kufurahi kwenye makombe yake. Yes. ni hizi kipindi cha usajili uaga wa, wanachama wana enjoy sana, nikikaa na Mwangalaga Mandala Mandala leo kumsifia chama unaosema huyu kaja kula pensheni kwetu mm. hey, chama tulichokuagiza mm. vile vile ukutana na Yanga ukisema ya kupiga wewe piga nje. Alafu aanze kusema tena, "Eh, hey, ndio hey tunapenda sisi kama hivyo." Ila ikija ikatokea. Iki, iki, iki, iki, iki, iki, iki, mm. Dabi mmepigwa, mm. Tukianza kuwasikia mnawasema wachezaji wetu, tunawafungulia mashtaka. Eh, hey, walielewe hilo? Wewe kwa kutulia. <coughs> Yaani wapole mm. kabisa wale maplayer player sisi wanakwenda kule tumewaagiza. Mm. Si chama tumeshamwambia. Mm. Wewe baada hapa umeshachukua makombe yako. Nenda Simba kachukue hela zako, mm. rudi Zambia kaendelee kulewa. Maana wa Zambi, Zambia asili yao ndo kama hivyo. Ah, uh, kikubwa kilichokuepo sasa hivi nimepata za ndani. Eti mm. wanamtaka wale mwana wetu wa Uganda. Ucho. kazi chafu. Sasa mm. aridi aucho mm. ucho. Wewe nenda kachukue pesa blaza. Ile ikifika dabi mm. kama kaida yako. Wewe ukimwona hapa kwa mtie gula lo, chukue nyekundu, kapumzike nje. <laughs> Akimwona hapa kwa amtie gula lo mm. akia kicho, usimuumize. Alafu mm. nenda zako nje kama soa tulivyomwagiza. Soa si mtoto kijana wetu yule. Mm. Asa ni mwendo wa? Vipepsi. Ikifika adabi kama kwa ai. Oya, mina kwambia hivi, mm. Wali sisi vijana wetu. Mm. Kuna watu wanapokea mishahara klabu mbili. Mm. Simba na Yanga. Wanatembea hivyo. Mm. Ah, kipindi tunawaambia Shabalala ni wa kwetu, wao wanaona kama siala. Mm. Shabalala tuna wanapigwa tano moja. Kauli yake akawaambia, "Una nicho kuambia wana Simba?" Alitoaambia tu, "Ah, mimi naendelea kuambia wanachama na mashabiki, mm. endeleeni kuipambania timu yenu." Wao ikasema vile. Maana yake mm. ndio alikuwa anawaaga hivyo Shabara na mjomba, sababu mtoto wa mjini wewe. Yule mtoto wa mjini wewe, mbona sasa hivi anavo enjoy Shabara sasa hivi ana nawili, yaani muonekano ile physical appearance ya mtoto wa kiume inaonekana kabisa, anavaa anapendeza. Uweze kupendeza, ukana ukiwa na miguu miekundu unaonekana mganga wa kienyeji tu mjini hapo. Nitafutie katika at, yaani, hivi cha kwanza cha kujiuliza, kwa nini rangi nyekundu inakuwa inatandikwa chini afu waheshimiwa na ikanyaga. Manake, yani, ile rangi haina samani sasa, mm. Wewe katika nchi yetu mtu anatokea, sisi tunavaa jezi nyekundu mm. Sisi si ndio wenye nchi hao mm. Wenyewe walokuwa juu ni kuvaa migo myekundu mm. Wai sisi ko kikubwa endeleeni kupambana mm. Itakuja kueleweka inshallah. Shukrani sana.